Mkurugenzi, waheshimiwa madiwani, wakuu wa idara, na wote ambao tumeungana siku ya leo, aa, wanafunzi, walimu wa michezo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkurugenzi, kwanza tunafarijika kama Hanang' ambao tumetoka kwenye mashindano ya mitashumta mwaka huu 2025 kwa ngazi ya mkoa, tunaye faraja kubwa kutusubiri nyinyi, ni watu wakubwa sana, mna majukumu mengi lakini mmeamua mtenge dakika chache kwa ajili ya kupokea vijana wenu. Ni vijana walikuwa 120 120, ambao walikwenda kushiriki michezo ngazi ya mkoa UMITASHUMTA. Tulianza ngazi ya shule, ngazi ya wilaya na tukaenda kushiriki ngazi ya mkoa. Tarehe 30 tulipoti mkoani, 31 tukaanza mashindano, tukamaliza jana tarehe 2, tumeweza kushinda katika nafasi mbalimbali. Makombe tulioshinda kwa nafasi ya mshindi wa kwanza tuna makombe sita. <laughs> nafasi ya kwanza tumeshinda shindano la, mko, la kombe la mshindi wa jumla, ambayo tumeshika nafasi ya kwanza kwa mashindano yote michezo yote. Lakini mshindi wa kwanza tumeshinda football kawaida, ambayo tumeshika nafasi ya kwanza katika ngazi ya mkoa lakini michezo mingine, mchezo wa goli wale vijana wetu ambao wana wafifa kuona, tumeshika nafasi ya kwanza kimkoa. Pia mpira wa miguu viziwi, tumeshika nafasi ya kwanza pia. Riadha maalum pia tumeshika nafasi ya kwanza pia. Lakini mkurugenzi wakati anatuaga aliwaambia vijana wetu kwamba anataka kombe la nidhamu pamoja na usafi tuhakikishe linarudi, na kweli mkurugenzi, kombe hilo tumelirudisha, tumeshinda makombe haya. Vijana wetu kati ya 120 wanaounda timu ya mkoa, vijana wetu 26 wameteuliwa kuunda timu ya mkoa. Bado haitoshi, tuna walimu wa nne ambao wameteuliwa kuungana na timu ya mkoa kwenda kuwakilisha taifa, lakini tunamshukuru kwa malezi mazuri. DMO, daktari wetu wa wilaya ya Hanang', ndiye aliyeteuliwa kuungana na timu ya mkoa. Kwa hiyo kwa ufupi, tuko katika mazingira hayo, lakini mheshimiwa mkurugenzi, una walimu wako watatu ambao wanakwenda kuwa waamuzi ngazi ya taifa. Walimu kutoka shule za msingi wako wawili, lakini mwalimu kutoka sekondari yupo mmoja. Adili. Adili. Adili. Adili. Adili. Adili. Adili.